Kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu ametuamsha katika blue Monday nzuri sana. Kwa nini tunasema blue Monday nzuri? Kwa sababu tumetoka katika mechi za kimataifa, timu yetu ya Simba nadhani jana tumecheza karata yetu ya kwanza na haya mashindano ya kimataifa, huaga tuna mechi sita. Ni kweli katika mchezo wa mpira kuna matokeo matatu, kuna kushinda, kufungwa na kusuruhu, lakini katika haya matokeo hakuna mwanajeshi anayoenda katika vita akakubali matokeo mengine Tokio lake yeye ni moja sana la kushinda tu. Ni kweli wana simba tumeumia, ni kweli wanasimba tumehuzunika, ni kweli wanasimba tumetaabika, lakini all of all tutafanyaje? Kwamba tuliamua kuichagua Simba tuliamua katika nyanja tatu, tumeamua kuichagua Simba katika nyanja ya furaha. Tukiwa na furaha, wote wana simba tunaipata furaha kwa ajili ya Simba Sports Club. Tukiwa kwenye huzuni, tunatakiwa vile vile wote wanasimba twende katika huzuni pamoja na Simba yetu. Kwa hiyo kwa tukio la jana tulilolipata hili, kwanza linatakiwa liwe fundisho kwa wanasimba wote, hili pia linatakiwa liwe fundisho kwa viongozi na hili liwe fundisho kwa wachezaji wetu wa mpira, wajue kwamba nyuma yao tupo sisi na katika sisi tupo watu ambao tunaishi katika maeneo tofauti sana, kwa sababu tulitumia nguvu nyingi sana kuibrandi mechi ya jana, tulihamasika tukatoa hamasa tukawaelimisha watu wengi, na kweli watu wakaitikia, wa lakini kilichotokea jana kinaumiza sana. Kwa nini kinaumiza sana? Kwa sababu nafasi zilipatikana, nafasi zilitengenezwa. Je, ni kwa nini nafasi hazikuingia? hazikuingia kwenye goli. Ndio hapa tunapojua mchezo wa mpira una bahati, kwamba timu iliyocheza vizuri, timu bora ilikosa matokeo. Lakini kwa nini kila siku inakuwa sisi kwa nini kila siku inakuwa kwa Simba? Tumecheza mechi ya, ya play-off na mzizini tumekosa ushindi, tumecheza na wale wanani tumekosa ushindi, tunakuja kucheza mechi ya jana tunapoteza. Grafu inatuonyesha tunashuka. Sasa wachezaji, viongozi, lazima iyali muiangalie. Tumetoka kwenye sare mbili, tumeingia kwenye kufungwa, tunakuelekea tunaelekea sehemu ambayo sio watarishi kwa hiyo ni lazima tubadilike mapema. Kwa hiyo tuna Yose wana Simba, matokeo ya jana yameshatokea, hata tupige kelele vipi, hata tulalamike vipi, hayawezi kubadilika. Ni tayari kwamba Petro ya Angora moja Simba Sports Club ya Tanzania zero, ndiyo mechi ya kwanza. Tumebakiza mechi tano kwenye mashindano haya, kwenye mechi tano inabidi tujipange tena. Kwa hiyo kwa nini tunasema tujipange tena? Kwenye mchezo wa mpira hakuna linaloshindikana, na hii si Jumamosi tarehe 29 tunakwenda kutupa karata yetu ya pili. Kama tunakwenda kutupa karata yetu ya pili, hemu wachezaji wetu kaeni, muiangalie vizuri mechi ya jana. Baada ya kuiangalia vizuri mechi ya jana, mjitathmini wenyewe ni wapi mlikosea, ili muende kurasimisha ni wapi mlikosea, ili muende kucheza kutuonyesha sisi, kutupa hapi sisi binafsi katika mechi ya jana, naona bahati haikuwa kwetu, na kwenye uchaguzi wa kikosi inaweza ikawa ikawa ni sababu mojawapo. Kwa sababu gani tunasema sababu mojawapo? Kwamba hakuna vita visivyokuwa na kamanda, yaani hakuna mashindano ambayo yasiyokuwa na kiongozi. Tumeona jana kocha wetu au meneja wetu aliingia bila kiongozi tukaamini viongozi wetu kwamba ni steka. Masteka wetu hawakupata nafasi mechi ya jana, lakini je, kama masteka hawakupata nafasi mechi ya jana, hao waliopata nafasi mitego ilitengenezeka, je, nafasi zilipatikana? na kama nafasi zilipatikana na kama nafasi zilipatikana, je, kwa nini mpira ulishindwa kuingia kwenye nyavu? All of all, kuna siku mbaya kazini. Inaweza ikawa jana ilikuwa ni siku mbaya kazini kwa Abraham Morris, kwa sababu Kapombe alimaliza kila kitu, Abrahamu akachukua mpira akaweka, lakini mpira ukakataa kuingia kugolini. Mpira ukaenda kugonga wapi? Kwenye besela. Abrahamu huyo huyo akataka kujionyesha kwamba yeye ni nani katika hii Tanzania, anamtoka wa kwanza, anamtoka wa pili, anapiga penetration safi, inakwenda kumkuta Kidisawala. We Kidisawala unatuyumbisha sana we Kidisawala ambaye tunekuzoea sisi, imekuwaje? wewe na goli sio? na goli kipa wewe na goli, anachagua kidisawala, mpira unakwenda unakwenda out all of all of, haya ya kumkuta kidisawala tu, hata Jim Chalea wa yalimkuta Zanzibar, hata Torres yalimkuta wakati yuko Chelsea. Kwa hiyo all of all of tunafunika makaburi, kwa sababu mimi ndo mwana Simba, si nimechagua kuipenda Simba. Hakuna timu nyingine yoyote ambayo nitaipenda zaidi ya Simba Sports Club. Narudia tena, wanachama wa Simba, viongozi wa Simba, Simba nguvu moja, tuiweke pale pale, tuzike ya jana, tuanze safari yetu mpya. Unadhani eh, Simba msimu huu ndo ilikuwa imesajili kikosi bora sana lakini imepoteza mchezo wa kwanza. Unadhani Simba ina nafasi bado ya kwenda kufuzu katika kundi ile? Hakuna robo finali Simba alioingia kilaini. Robo fainali zote Simba alizoingia, ameingia katika jasho na damu. Kwa sababu tukikumbuka robo finali tuliofungwa na Raja, tukaenda tukafungwa na Oroya, tukaja tukamfunga Viper, tukamrudisha Viper tukamfunga Oroya tukapita. Tukikumbuka robo finali tulipigwa tano na AC Vita, tukapigwa tano na Ahly, tukaja hapa tukalima jasho na damu, tukaenda tukana nani. Kwa hiyo nafasi bado tunayo, kwa sababu kuna mechi tano zilizobakia. Kwenye mechi tano zilizobakia kuna pointi kumi na tano. Kwenye pointi kumi na tano tunatakiwa tutafute pointi tisa. Ina maana pointi tisa zinapatikana vipi? Tayari tumeshapoteza tatu nyumbani, kwa hiyo tuna, tuna kazi ya kutafuta pointi tatu au nne ugenini. Tupate pointi tatu au nne zipatikane wapi? Ugenini. Je, pointi tatu hizo tunaenda kuzipata wapi, au hizo nne tunaenda kuzipata wapi? Na ndiyo maana mechi ya Jumamosi inatakiwa iwe kwamba ganga afe jini litoke. Kwa nini tunasema mganga afe jini litoke? Ni lazima tukachukue pointi tatu ndani ya mali Uwezo huo tunao, wachezaji tunao na viongozi tunao. Kwa hiyo pointi tatu za kesho kutwa Jumamosi ndio zinaweza kutubusi sisi, tukajua direction yetu kwamba tunaweza tukafika robo fainali au tusifike robo fainali. Hapa inamaanisha tunampiga Stade Malien ndani na nje, na experience Tunis akatugeie pointi moja kwake, alafu tunakuja kuchukua tatu kwetu. Kwa hiyo tutachukua nne za za eksisa... The experience Tunisi, tutachukua sita za Stade Malin, alafu tunakwenda huyu huyu, huyu aliyotupiga moja, tunakwenda kwake tunakwenda kumwonyesha, kwa sababu mechi ya jana kila kona Simba alimaliza. Tukienda katika chance, big chance Simba tulizipata tatu, wao hawakupata hata moja. Tukienda katika on target Simba tulipata mbili, wao hawakupata hata moja. Tukienda katika nani, yani kumiliki mpira Simba, tunaona jinsi tulivyomiliki. Kwa hiyo ni moja kwa moja tunaona sisi jana tulicheza vizuri. Kama wao walifanikiwa kupata pointi 3 Tanzania, kwa nini sisi tushindwe kupata pointi 3 Angola? All of all wana Simba, tusiwe na wasi, mashindano ndio kwanza yanaanza, na Simba Sports Club hatuna a, hatuna mbambamba katika kuelekea robo fainali, na ndio maana tukapewa jina la mwaka robo hao waliotupa jina la mwaka robo hawakukosea, kwa sababu walijua kwamba mashindano yakianza robo fainali kwa Simba ni kitu cha kawaida. Hapa tunasema huu ni mchezo wa mpira tu, tusinyongee, tusiumie. Matokeo matatu kila tokeo inabidi tukubaliane nalo. Tunakubali mpinzani wetu jana alifanikiwa kuchukua pointi tatu, na sisi tutakwenda kuchukua pointi tatu sehemu nyingine pengine eh, ushindi wa watani zenu Young Africans juzi ndio unapelekea maumivu makubwa sana kwenu baada ya kupoteza. Hatuwezi ah, kuumia sana kwa sababu tunajua kwamba haya, haya ndio yanaanza. Hii iliotutokea sisi, hata mpinzani wetu msimu uliopita mwaka jana ilimtokea hii. Kwa nini ilimtokea? Mechi ya kwanza alifungwa na Al Hilal hapa mechi ya kwanza sisi, mechi ya kwanza tulishinda, lakini wenzetu, kwa sababu propaganda yao ilikuwa iko vizuri, wakaona ni jambo la kawaida na wakatuambia wao watafika tufai, robo, robo finali. Mbaya zaidi wao wakatoka. Naona kelele za wana, wana Simba kweli kama unavyoongea mwandishi, ni matokeo ya mpinzani aliyopata Zanzibar, kwamba yeye alipata pointi tatu, yeye lazimika na zii tupate pointi tatu. Mpira auko hivyo, unaweza wewe ukapata pointi tatu mimi nikakosa pointi tatu mimi niliyokosa pointi tatu nikaja nikaenda zangorobo fainali, wewe ulipata pointi tatu za kwanza ukafanyaje? Ukatoka tu, hiyo ndio mpira jinsi ulivyo. Watani zenu walikimbia uwanja wa Benjamin Mkapa, nadhani ni wakati sahihi na kule walipoenda amepata matokeo, nadhani ni wakati sahihi, Simba na ninyi kuhamisha michezo yenu iliyobaki, kuhamisha uwanja. Ah, hiyo hamna um, kwa sababu ukiwa unaujua mpira sehemu yoyote unacheza tu, kwa sababu tulishacheza hapo kwa Mkapa tukapata matokeo na tulishacheza Zanzibar tukakosa matokeo fainali. Si tumecheza Zanzibar? Tulivyocheza Zanzibar finali, mbona tulikosa matokeo? Tulipata sare. Ina maana hiyo ni propaganda tu. Uwanja wa Mkapa uko sahihi tu, ni kwamba ni siku tu haikuwa vizuri, lakini ubingwa wote tumechukulia kwa Mkapa. Kwa Mkapa amekufa Al Ahli, ambaye alikuwa yuko vizuri kabisa. Kwa mkapa tumecheza, amekufa Waidadi, ambaye alikuwa yuko vizuri kabisa, kuama uwanja sio tatizo. Wao wameangalia kwamba umeona kwamba Tanzania ni kubwa, ina pande mbili, ina bara, ina visiwani, kwa hiyo umeamua kwenda visiwani. Sisi tumebaki bara, sasa tunawaambia tutaenda robo fainali kwa kupitia pale pale kwa Mkapa. Tuachane na propaganda kwamba uwanja umeharibiwa, hamna anayeweza kuharibu pitch. Hii ni ardhi takatifu bwana, tumepewa na bwana Mkapa, tuitumie sisi wenyewe kumalizia. Uh, nini kocha afanye kuelekea mchezo unaofuata ili kuweza kupata matokeo? Kocha mimi kwa mechi ya jana nilimuelewa kiasi, lakini kocha anatakiwa aangalie na approach anayotaka kwenda nayo kwa, kwa sababu yeye ndiyo kocha Simba. Sasa hivi tumekiana mipaka, shabiki kazi zetu ni kuzomea na kushangilia na kujaa uwanjani, kiongozi vya kazi zao ni kuimarisha mabenchi yawe, yawe, yawe vizuri, lakini kocha ndio ana haki ya kupanga nini? ya kupanga kupanga nini kikosi. Kwa hiyo kocha anatakiwa aangalie ni wakati gani tunahitaji matokeo wakati gani tunahitaji kuzuia, wakati gani tunataka kucheza mpira. Kwa hiyo mechi inayokuja aangalie sana kwamba atuanzishie masteka wetu, tunawahitaji steka. Mpanzi bado ni mchezaji mzuri, kwa sababu Mpanzu ni professional. Mpanzu ameshacheza mechi hizi kubwa zaidi nyingi, lakini tujue kwamba kuna siku mbaya kazini. Tusitokee tukamdelay mchezaji kutokana na mechi moja tu iliyotokea vile. Huyo mpanzi ndio katupeleka nusu finali huyo mpanzu ndio katupeleka fainali. Chachu ya mpanzu, jim cha award pamoja na kina Mkwala, ndio tumefika fainali. Kwa hiyo siku mbaya kazini, hata katika familia zetu zipo. Unaweza ukaamka tu siku hiyo siwe vizuri katika utafutaji wako ukayumba. Bado tuna imani na mpanzu, tuna imani na kocha wetu, tuna imani na wachezaji wetu. Simba nguvu moja. Shukranza.